Yes, yes, yes, yes, yes! Karibuni sana karibuni sana katika kipindi chetu, kipindi kile ambacho tunakuwa tunafurahi muda wote kuchambua michezo ile ambayo inatokea katika muda mwafaka. Ni siku nyingine tena Fabidigo TV tukiwa katika studio za Fabidigo, tumepata habari zile ambazo zimetufikia kwa muda huu, chini ya kapeti, ambazo zile watu ambao wajakuta si tumezikuta, maana tuna mtandao mkubwa wa kupata habari. Asante sana sana endelea like kusubscribe ku like na comment, youtube channel ya Fabidigo TV, nami naitwa Fabidigo, katika youtube channel ya Fabidigo. Asante sana. Okay, habari ambayo imetufikia sasa hivi mara baada ya Yanga na Simba kutolewa katika robo fainali, kutoweza kufuzu robo fainali ya klabu bingwa Afrika ya mwaka 2025 26, sasa Simba na Yanga zote zinafikiria jinsi gani zitakuja ligi kuu na kuweza kupambana ili nani achukue bingwa, ubingwa wa ligi kuu wa NBC Premier League ya yeah, tukiongea hayo timu zote zikiwa zinamtania mtania mwenzake yani, Yanga akiwa na mtania Simba na Simba akiwa na mtania Yanga. Yanga Yanga akimtania Simba kwamba ni mbovu umetoka na pointi tano, na Simba akisema kama mimi ni mbovu wewe umeenda wapi, umefika wapi? Lakini lengo la kuklipu hii ni kuangalia uwanja wa Yanga baada ya Yanga kutolewa na, na, na, timu ya KB Sailor JC KB Lee ambayo ni timu ya Warabuni ambayo imepigwa tatu bila na Yanga Football Club eh, yani magoli ya jana yote akaa magoli mazuri, lakini mwisho wa siku Yanga akatolewa kwa sababu Falabat alitoa draw na National RR. Yanga Football Club baada ya kutoka huko asira zao zimeishia kwenye uwanja wa mpira wakao watakaojenga katika uwanja Kaunda pale eh, jijini Dar es Salaam, Kariakoo, makao makuu ya Yanga. Wanasema uwanja wao amani yao tayari, wamepata kandarasi ambayo ataweza kujenga uwanja huo. Na huyo kandarasi anatoka wapi? Anatoka Uturuki. Eh, ni kandarasi wa uwanja wa Yanga Football Club ambaye kwa jina hatuwezi kumtaja, maana mlipo kwenye mabano hii ni chini ya kapeti tulizozipata sisi kama Fabidigo TV, tukitoa habari za ukweli kwamba uwanja wa Yanga karibuni utaanza kujengwa kama vile walivyotangaza kipindi kile, baada ya wiki, kabla wiki mbili wiki, wiki zilizopita zile ambazo zilikuwa ni za hali kamwe kujitangaza na kujinadi kwamba Yanga ni timu bora kuliko timu zingine na kwamba wenyewe wapo tayari. Wapo tayari kufanya kujenga uwanja lakini sasa habari hii hey, imekuja kwa ujumla zaidi pale ambapo wameweza kutangaza chini ya kapeti, kwamba sasa wamepata, wamepata mtanga wamepata mkandarasi kutoka Uturuki uko Uturuki kwamba atajenga uwanja wa Yanga. Huyo kandarasi amewapa vigezo au amewapa eh, mapendekezo mengi sana viongozi wa Yanga akiwemo eh, engineer Ansi pamoja na tajiri wao wow, GSM jana alikuwepo uwanjani kuicheki Yanga ikiwa anashinda magoli matatu wakiwa naiombea farabati ifungwa na National rr. Habari ni kwamba uwanja wa Yanga Football Club kuanza kujengwa rasmi hii e, karibuni ili tu E, walikuwa natafuta kandarasi wa kuweza kujenga uwanja huo. E, uwanja huo utajengwa ambao utaweza kuingiza watu zaidi ya elfu thelathini na tano, na kwamba ni uwanja ambao utakuwa tayari katika ku, ku, kuweza kubeba mashabiki wengi sana ambao ni elfu thelathini na tano. Utakuwa mjini Dar es Salaam, katika jiji la Dar es Salaam, makao makuu ya Yanga pale Jangwani Kaunda, ambako Yanga Football Club watajenga uwanja wenye muonekano wa picha hizo ambazo tumezituma zipo kwenye video hivi mnavyosikia sauti hii ya mtangazaji mnavyosikia na video ya picha au picha mjongeo zinapita kwenye hicho kideo na ziangalie kama zilivyolivyo ndivyo michoro ya Yanga pia na uwanja tukavyokuwa wa Yanga Football Club. Mara baada ya Yanga kutangaza tenda ya ya kuhitaji mkandarasi wa kujenga uwanja, makandarasi wengi walijitokeza, lakini wenyewe Yanga na GSM wao kwamba walipima upepo kwamba ni kandarasi gani wamchukue, kutoka China, kutoka Kuwaiti, kutoka USA, kutoka toka nchi zingine kama hivyo zilivyotokea, lakini wakaangalia China, eh, China kwa China kwamba wamejenga sana viwanja Tanzania, na wanatenda nyingi. Sasa wakavutiwa sana na mtu wa kutoka Uturuki. Sasa nikwambie kitu eh, kama Tanzania hii kuna YouTube chaneli kubwa ya michezo kama Fabidigo TV ambayo inatoa wakati mwafaka. Wengi wao wanatuiga sisi, sisi tukitoa habari ndio wanakuja kutoa baadaye. Naomba subscribe YouTube channel hii kabla hujamaliza hii habari, na ponti usikilize ponti hadi mwisho wa, wa kideo. Maana yake kwamba habari zinakuwa mwishoni ndio nzuri kuliko za mwanzoni. Tunaomba usikilize hadi mwisho. Asante sana. Baada ya GSM kujitolea kujenga uwanja wa Yanga Football Club, eh, GSM pia jana walikuwa ni watu ambao walikuwepo katika viwanja vya, vya Amani Stadium kule Zanzibar ili waweze kushuhudia timu yao ikiwa na fuzu robo finali. Sijai kumshuhudia GSM kuingia uwanjani kuangalia Yanga Football Club kicheza tutekana mshuhudia tu engineer Ansi mwenyewe, lakini sasa jana GSM walikuwepo uwanjani nakiwa wanaangalia saa kwamba inakuwaje. Lakini Mungu si asumani, wanasema bahati ilikuwa yao. Bahati ni Mungu ni, Mungu ni wa wote. Dunia yote ya kwake na vitu vyote ni wa kwake. Kama Yanga walikuwa naomba matokeo yale ya fara bahati yao mabaya. Na falabati walikuwa naiombea Yanga wafeli. Kwa Mungu, Mungu ni moja; Mungu ni anachoangalia kuwapa wote nguvu ili muendelee kupambana na nguvu zenu. Maana kumbuka kwamba yeye ndiye aliyejalia vitu vyote. Kwa bahati iliyowangukia falabati kwamba watakuwa wanaenda robo finali mwaka huu na national rally kwenye kundi lao la hilo kundi ambalo walikuwepo Yanga. Sasa bwana, baada ya hapo, yani utani ukaendelea kwa Simba na Yanga, lakini ili kustopisha hiyo utani eh, GSM wakawapa waka taarifa uongozi wa, wa Yanga kwamba amepata kandarasi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa kujenga uwanja ambaye huyo kandarasi kutoka Uturuki habari hizi zimekuaje? Eh, ni tetesi au ni ukweli huyu, inawezekana tetesi, ukweli utakuja kuthibitishwa pale ambapo uwanja utakavyoanza kujengwa. Kumbuka kama hizi habari ni kama vile tetesi za usajili wa mpira wa miguu, kwamba utasikia wachezaji kumi wamesajiliwa upande wa timu fulani, lakini baadaye unakuta wachezaji wawili n na wote walikuwa wanatajwa wanakuwa hawapo kwenye hiyo timu. Kwa kumbuka kwamba hii habari tunavyoileta ni inaweza kuwa ni ukweli, ndani yake kuna tetesi, kwa sababu hajakamilika, haja bado, msija kaisi kama sisi tunatoa habari lakini badai, waandishi wa habari wengi na YouTube channel nyingi zilitoa habari lakini baadaye, inaonekana mode uji ya kujenga uwanja je, pale utamshika mwongo ni mode uji au sisi tunaotoa habari? Sisi tunaotoa habari sio waongo, ila tunachukua habari jinsi zilivyo, tunawaletea nyie wadau wetu mlio subscribe YouTube channel zetu. Nimeongea hizi kauli kwa ajili ya kujitetea sisi kwamba mna tu comment huko, kwamba sisi ni waongo, siju nini. Hapana, sio waongo. Kumbuka, mambo ya mpira na mambo mengi ya mambo ya siasa ndani yake ipo sanga. Mtu anatangaza kujenga uwanja ili awafurahishe, eh, mashabiki wake ambao ndio Yanga au Simba ili tu wamshangilie, kumbe ajenge uwanja. Lakini sasa sisi tunapata habari tuwaletee nyie, na hii habari na ileta sasa hivi kwamba Yanga wamepata, eh, engineer wa kujenga uwanja ni kweli, ambacho sisi tumepata kwenye vyanzo vyetu vya habari, nami pia nawaletea nyie mambo mambo ili eh, muweze eh, si kujua, masubscriber wangu eh, aendelea ku